Ladies and gentlemen, kumetokea mwanamke fulani ambaye ni mrembo kama warembo wengine ambaye anafahamika kama Nicole Berry. Nicole Berry ni mwanamke ambaye kutoka Tanzania ambaye ni mrembo na amemwanika sana uh, msanii Harmonize. Nicole Bibi amesema ya kwamba Harmonize alinitongoza nikamkataa sababu ya ufupi, sijui na ufupi wa kimo ufupi wa nini hajaweka wazi, lakini anasema ya kwamba kipindi tumemaliza kufanya video ya bedroom Harmonize alinitongoza ili tuendelea kuwa kwenye mahusiano, tusiishie tu kwenye video tu, lakini mimi nilimkataa kwa sababu hamo sio vitu vyangu, ni mfupi ila sikumwambia sababu ya kumkataa, pengine angejisikia ange vibaya. Nilimwambia tu niko na mtu basi. Yes, wanaume wafupi siyo mambo yangu kabisa, hawajawahi kuwa na mvuto mbele yangu mimi, asema Nicole Berry sana, msanii Harmonize ya kwa hivyo Nicole Berry amemuanika sana msanii Harmonize. Inasemekana ya kwamba kuna kipindi ambacho Harmonize alimchukua Harmonize kama video vixen akaenda kufanya wimbo wao mpya ambao unafahamika kama bedroom, lakini ikatokea ya kwamba Harmonize Harmonize akaamua kumchumbia ni Nicole Berry lakini ni Nicole Berry akamkataza kwa sababu ya ufupi wake. Lakini kile ambacho kinatufanya tushangae na kudowa ni kwamba atujui ni ufupi upi, ufupi wa kimo, ufupi wa mwili, ama ufupi wa nini, lakini hiyo ndio sababu Nicole Berry ameweka wazi na kusema ya kwamba alimkataa Harmonize kipindi ambacho Harmonize alikuwa anamtaka kimapenzi ama, alafu Nicole Berry akamkataza kwa sababu ambavyo ambaye amesema ya kwamba Harmonize ni mfupi sana, lakini ajaweka wazi ufupi wake alikuwa anarejelea nini. Langu jina la salia kuwa Maskini Msomi, na hii ni Maskini Msomi TV, burudani kwa wote.